Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 26 Novemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Yohane Berkmans, mtawa, mwaka 1621 Yohani alizaliwa katika kijiji cha Diest nchini Ubelgiji mwaka 1599 katika familia ya watu wenye kumcha Mungu. Baba yake alifanya kazi ya kushona viatu, lakini kazi hiyo haikumpatia maslahi ya kutosha, hivyo Yohani aliyetaka kuwa padre baada ya kujifunza Kilatini kwa muda wa miaka mitatu, aliambiwa arudi nyumbani. Baba alikuwa akihangaika sana kwa ajili ya kumtunza mke wake mgonjwa na watoto watano, kiasi kwamba kwa maoni yake, kumwona Yohani dukani kulikuwa bora zaidi kuliko kumwona akiwa kama padre kwenye altare. Lakini mwanaye alimwambia baba, nitaponea mizizi na maji tu, mradi niruhusiwe kuendelea na masomo yangu. Baba yake akamruhusu, lakini fedha za matumizi yake yote zilikuwa juu yake kuzitafuta. Basi akajipatia kazi nyumbani kwa padre mmoja, na hivyo akaweza kujilipia ada ya shule. Alipopata umri wa miaka kumi na sita, mapadre Mayeswiti walimpokea katika chuo chao mjini Meklin nchini Ubelgiji, na Yohani mara akawapita wanafunzi wenzake wote kwa elimu. Baada ya muda usio mrefu aliomba ruhusa ya kuingia katika shirika la Mayesuiti nao wakamkubali. Juma moja kabla ya kuingia utawa aliwaandikia wazee wake, baba na mama, njooni kunitembelea niweze kuwaambia karibuni na kwaherini, nanyi muweze kusema tunamrudishia Mungu mwana wetu ambaye tulimpata kwa Mungu. Kisha kuingia katika shirika la Mayeswiti, Yohani alionekana kuwa na fadhila nyingi na alifuata barabara kanuni ya shirika. Nia yake kuu ilikuwa kuitenda kikamilifu kila kazi ya kawaida. Alivyoona yeye si kazi iliyokuwa muhimu bali ile namna ya kuitenda kazi hiyo. Namna zake hizo hazikumfanya awe mkavu, la hata kidogo, bali aliwapendeza wenzake kwa kicheko na utani wake, akapata jina la kupanga Frate Hilaris, maana yake ndugu mchangamfu. Baadaye wakuu wake walimpeleka Roma nchini Italia ili apate kujifunza falsafa. Chumba alimokaa huko kilikuwa ni kile kile alimofia Mtakatifu Aloisi Gonzaga. Yohani alifuata mfano wa mtangulizi wake katika kuzingatia usafi wa moyo. Kabla ya kupadirishwa alipatwa na ugonjwa mkali sana, hakuonyesha dalili ya uchungu Kufuatana na jambo hilo, bali alifurahi sana kuipokea sakramenti ya wagonjwa. Aliwaomba mapadre waliomtunza wampe mikononi kitabu cha katiba ya shirika, rosari na msalaba wake. Hatimaye aliyataja kwa furaha majina ya Yesu na Maria, na pale pale akafa. Mnamo mwaka 1621 akiwa na umri wa miaka ishirini na miwili tu. Alitangazwa mtakatifu mwaka 1888. Masalia yake yamo pamoja na yale ya Mtakatifu Alois Gonzaga katika kanisa la Mtakatifu Inyasi mjini Roma. Itukuzwe damu ya Kristo milele amina Watakatifu wa Afrika tarehe 26 Novemba Watakatifu Phileas Pakomi Theodorus na Petrus maaskofu Watakatifu Faustus Didius Ammonius Hesikius na Victorina, wafia dini Misri. Mtakatifu Yohane Berkmans mtawa, utuombee.